Baada ya Ramadhani ya kwanza ile kama sikosei ndio. Aa, alirudi eh, chungu cha wow. Siku moja kabla ya chungu cha kwanza mm. Ndio alirudi mm. Ah, lakini uki, ukizungumza uki, uki maana kamili ya <coughs> ndoa ndoa ina milima na mabonde, ndoa kuna kupatana na kuna wakati mtapishana, mm. Ni jambo la kawaida, ni la kuzungumzwa sana kwa sababu wakati wanachumbiana walituambia mm. Ehe, wakaoana, ikawa hadhara, wakatuambia. Na wanapotokea wakapatwa kashikashi kwenye ndoa yao, sisi kama wanahabari tunapaswa pia kuwaambia wananchi nini kinaendelea, hasa ukiangalia ukubwa wa kaka Haji e, pia Manara tayari nani, Zailisa tayari kashakuwa, alikuwa Mrs. Manara. Kwa hiyo hapana shaka sisi kumzungumzia, na kinachozungumzwa ni kweli, hawa watu wameachana mm -hmm, na ninavyojua wa mimi Zaiylissa tayari, usiku wa kuamkia leo ameamka akiwa ameshikilia mkononi talaka zake tatu, tatu. Tatu. Tatu, mengi yanazungumzwa. uh -huh. Mengi yanazungumzwa uh, kila upande unatoa shutuma, lakini ukiangalia aina ah, ya shutuma zinazo eh, wanazoshutumiana wanazo wao, unajua kabisa ni shutuma ambazo zinaweza zikasawazishika kwa sababu ukisema eh, kwa upande wa, wa, wa, wa ndugu wa Manara wanasema Zaiylissa hajui kupika Jamani, kuna vyuo vinafundisha eh, mapishi. mm -hmm. Haya basi, ana roho mbaya, vikao vingeendelea kukaa vya kifamilia. mm -hmm. Mm -hmm. Manara inasemekana, kaka yangu anapita na marafiki zake, anapita na ndugu zake za Elisa, lakini pia walikuwa na nafasi, na kwa kwa hapa tulipofikia, inaonyesha wazi kwamba ndoa hii ilikuwa na gogoro tangu kitambo na sisi wanahabari ni moja kati ya watu ambao tuliwahi kuripoti. Mm. Na hii inaonyesha wazi kwamba hawa wawili mm, yani pinga pingua lazima wangefika kwenye hali kama hii kwa sababu tayari ni kama mafahari wawili yeah, waliokuwa wanaishi kwenye zizi moja mm, ya kupigana mm, eh, ku, ku, kuambiana maneno makali makali ilikuwa ni kawaida kwenye ndoa yao sao, sao. E, na ukitaka kuamini angalia kilichotokea jana usiku. Kuna stori moja niliambiwa, mrembo wetu Zaiylissa, kuna siku hapa juzi tu niliambiwa kuna siku alikuwa anapigana na mfanyakazi wao wa kazi wa ndani. Ndani. Nikaka Haji, ye wa ndani Haji yeye ndo akaja kama mwamuzi na kaka Haji alivyokuja akaamua, akiwa upande wa dada wa kazi. Kwa hiyo ugomvi ukazidi kufuka moshi, na ikasemekana ndani ya nyumba kulikuwa kuna pande mbili, pande za watoto wa Manara na mfanya kazi na baba yao, na yeye Zaiylissa. Kwa hiyo ukiangalia aina ya ndoa kama hiyo, kiukweli ni huzuni kwetu sisi hakuna furaha kabisa, wawili wanapotengana hakuna furaha kabisa eh, ndoa inapovunjika mm. Lakini je, tunajifunza nini? Tunajifunza kuwa wake wa aina gani? Nyie vijana kaka zetu, mnajifunza kuwa waume wa aina gani? Nadhani tubakie hapo tupate somo. Yale mabaya tuache, mazuri yao tuyachukue. Lakini walitakaga bilioni moja wale kwa kusema ni uongo. Zaiylissa haku toka nje ya ndoa yake kwa takriban wiki nzima na jana, Zaiylissa mwenyewe amekiri mm, kwamba alitoka kwa wiki nzima. Ah, hii inaonyesha wazi kwamba aina ya kazi yetu pia ina ugumu wake, ina ugumu wake mm. Wana habari, tubaki kwenye mstari ulionyooka. Hii kazi bwana ni kama mtego. Matusi. <laughs> matusi yale. Ndio namalizia kusema jumlisha yale matusi <laughs> eh, jumlisha bwana sheria kuojiwa barua kubwa ambayo haijanifikia. Jamani, hii kazi ni mtego hii kazi, wanahabari wenzangu, niwaambie tu, ukitaka kuwa salama, zungumza au andika vitu vya ukweli, usimsingizie mtu. Sasa, wajua wakati binadamu wanakutupia mawe, Mungu naye yupo, wanatazama nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi moyo wangu thabiti sana, mimi ama niseme ni, ni, wa, ni wasamehe, na nishawasamehe, lakini wabadilike, maisha yapo. Yeah. Mm. Sa, sasa Maimartha kwa mujibu wa zile chats zile and zile picha zao zile, and zile, and picha zao, zile Instagram. Instagram kwa sababu alivyokuwa wakijibishana alikuwa mm. anatupia na maneno ndoa hawa lakini maneno Instagram WhatsApp mm. huyu yeah. anamwambia mwenzake ili kupata <coughs> kipindi avaavipedwe unanida <coughs> e, hakuishia hapo, yani passport, plus na mavazi akasema alikuwa havalishwi na mumewe. mm. ni makampuni yalikuwa akimvalisha. mm. mambo hadharani, mm. wanandoa hawa, mm. wasanii hawa, tuambie neno hapa wewe. mm. hapa ni hatari sana kwa mtu kama kaka yangu Haji Manara kuishi na mwanamke ambaye humnunulii hata a, doti ya kitenge ni mtihani mkubwa sana, aibu kubwa sana, mtihani za kusema kwa kwa, kwa, kwa ustaarabu, mtihani mkubwa sana na hii inapelekea mwanamke kuwa na tabia za ovyo ovyo. Mm. Mm, tabia za ovyo ovyo. Na, na pia eh, sta kama Zaiylissa kujinadi mtandaoni eti kwamba yeye anavaa nguo za bure pia ni aibu mm. Zaiylissa kukutana kwake na Haji Manara eh, tayari Haji Manara ni kama mgodi. Kwa hiyo, angetakiwa kutumia akili ya pili. Bado unaendelea kuvaa nguo za bure? Yaani, unazungumzia bure vipi kuhusiana na yale madini, mlikuwa mnasaini mikataba, ina maana yeye alikuwa hapati hela. Mm, mara kadhaa, wana habari mmeitwa, mmewekwa mezani, eh, kaka yangu akijitapa kwamba yeye ni balozi wa makampuni makubwa makubwa, kwa hiyo halipwi hela basi hata kama analipwa mm, anaondoka nazo. Basi hata kama alikuwa anaondoka nazo, sio na mm -hmm. Alikuwa anaenda na Zaiylissa. Kwa hiyo Zaiylissa pale alikuwa anaenda kutembea tu. Hapati kitu. Mm -hmm. Ah, ha, lipo la kujifunza hapa, lipo la kujifunza. Mm -hmm. Ah, Zaiylissa ni mfano wa mabinti wengi kwa tuweza kuwa wadogo zetu eh, ambao wanamtazama mm -hmm. Yale anayokosea Zaiylissa, wao oh, wasiyafate wayafate mm -hmm. Ambayo Zaiylissa amepatia mm -hmm. Na na nimesikiliza leo mama wa Zailisa anasema Zailisa anakaa Sinza. Hapana e, si kweli. Zailisa akai Sinza. Wazungumze ukweli, wazungumze ukweli, wazungumze ukweli. Mtasema lakini wazungumze ukweli. Zailisa akai Sinza. Ah, unataka kuniambia anakaa Kinyerezi mwisho? Ah, akai Sinza. Zailisa kweli hayupo kwa Manara, wameachana, lakini Zailisa akai Sinza. Ah, tasema siku nyingine lakini hakai sinza, mwenye najua. Mm, hakai sinza. Mm, na yeye mwenyewe Zai anajua ni ishia hapo kwa maana walikuwa wakisubiria sikukuu na Ramadhani ishe ili Zai aje kuweka hadharani kuwa yeye anasinto fahamu na Haji Manara, maana tumeona Ramadhani imeisha tu hapa imeisha na sita uh, sikukuu tumecheza jana kama tukosei juzi uh, jana tumekutu... tu kishindo, leo mambo yamekuwa si mambo mitandao. Aa, I, u, hii ndio agogoro lake ni la muda mrefu, hawa watu wameanza kugombana muda mrefu, kilichokuwa eh, wamevumilia kilichokuwa kinafanyika ni vile ambavyo kaka yetu Haji anapenda kujitunzia heshima yake, na mi ndio maana anapenda kuendelea kumheshimu. Anapenda kujitunzia heshima yake, nikirudi kwenye familia yake hiyo hiyo. Aa, kaka Haji alikuwa na mtoto wake anaitwa Hamida. Yani, kwa mfano <laughs> ile siku ambayo tulizungumza mambo ya kwamba alitoroka nyumbani ikaonekana, aka, aka, video yuko Hamida baba yake na, na na Zailisa mwenyewe mm, ni kiasi cha kwamba kaka mkubwa aliwaita akamwambia, kaeni hapo nataka nchukue video, lakini Hamida na Zai wamekaa kwenye video moja wakati hawaongeleshani na, na, na hii ni kutokana na inavyosemwa tabia za za, za za Zai. Kwa hiyo uta, utajua tu kwamba ni nini ambacho kimeendelea, ndio kwamba Zai atakuwa anahusika kwa namna moja ama nyingine kuvunja ndoa yake yeye mwenyewe, kwa sababu Haji Manara pia amekataa kwamba anasingiziwa kwa chat, amesema anasingiziwa <laughs> Uh, kaka yangu atanisamehe atani yani, lakini kwenye hii ndoa kaka yangu Haji eh, sijui nitumie neno gani? Naweza nikasema amekimbiwa au ameachwa yani, kwenye hii ndoa kaka Haji ndo ameachwa eh, kwenye hii ndoa wajua ili mwanaume utoe talaka mm, eh, lazima tayari mwe mmeachana. Nani alimwacha mwenzie? Zai, Zai ndo kamwacha eh, Manara. Lakini jukumu la kaka Haji mm, ni kumpa talaka baada ya kuachana visa alivyokuwa anavifanya eh, Zailisa matendo majibu, mm, kashatoroka zaidi ya mara mbili mpaka tatu mm, na anaacha watoto anamwacha mumewe eh? Yani, yani kitu ambacho unafahamu kabisa kwamba Zai hakuhitaji tena. Hii ndo unahisi kwa nini Zailisa alikuwa akifanya hivyo vitu. Sasa yes, anakuambia amhudumii. Labda yeye alikuwa anataka awe anapewa hata kwa wiki laki tatu, laki saba, milioni. you never know Nyingi, like bama, na vacation zilikuwa nyingi, lakini mara Zanzibar mara nini. Nakumbuka hata kwenye siku ya harusi ya Hamisa, pia siku ya mahari, wakatoka kwenye mahari Zanzibar. Siri <laughs> ya mtunge ijuae kata. Mimi habari nilizonazo kuna vacation moja ya, ya kwenda nchi za nje tiketi ilikuwa ina, ina jina la Ruby ikafanya kukatwa ile ya mwanzoni mwanzoni, baada ya ndoa ikaandikwa jina la Zaiylissa. Sijaelewa Ruby alikuwa anahusika vipi, na Ruby alikuwa tayari kabla ndo, Ruby aliondoka. Kwa hiyo kuna mambo mengine aliyaacha pale, okay. E, kwa hiyo kwa, kwa habari zangu mwenyewe za uchunguzi na wenzangu e, tunajua saa mm, nyingine watu wa airport wana ushirikiano